Nkrumah na Nyerere ikafia kapuni, na sasa tukaanza uhasama wa wenyewe kwa wenyewe. Tanzania ikabaki kuwa moja ya nchi mashuhuri na takatifu mno katika bara la Afrika, kwa sababu the whole historical reform ya kusini mwa jangwa la Sahara ikaletwa Tanzania. Hapa ndipo kulikuwa na redio za lugha zote unazozijua za kusini mwa jangwa la Sahara. Hapa ndipo kulikuwa na mifumo ya mawasiliano yote ya nchi zote, wapigania uhuru kusini mwa jangwa la Sahara. Hadi leo, kwa nini taifa hili Watanzania wenyewe wanaliona kama taifa tu? Ni maswali najiuliza mno. Kwa miongo mingi karibu miaka 40 nzima Afrika haikuwa kabisa na satellite yake. Kila mwaka Afrika ilikuwa ikilipa dola milioni mia tano kwenye nchi hizi za, za magharibi kwa ajili ya matumizi ya mawasiliano ndani ya bara la Afrika. Mwanamume mmoja tu baada ya ukorofi wake wote kumsaidia Idi Amin ku, ku, kuipaganya Tanzania, akasimama. Huyu ni Muammar Gaddafi, akatoa dola milioni 36 na benki ya ECOWAS ikatoa dola milioni sita tukajenga satellite yetu yenyewe, na hadi leo hatulipi tena mfumo wa mawasiliano ya ndani ya bara la Afrika. Lengo la Pan-Africanism lilibaki pale pale: tuwe na chaguzi zenye tija ndani ya Afrika lakini swala hili ni kala moto kwenye nchi nyingi barani Afrika. Ni Tanzania peke yake imebaki katika hatua moja ya viongozi wake ndani ya chama kimoja kubadilika baada ya miaka mitano, miaka kumi ikiisha ukiongoza, baada ya miaka kumi unabadilika anakuja mwingine uwe kijana uwe mzee. Kuna mchangiaji mmoja hapa alisisitiza kwamba Rais Kikwete aliondoka mamlakani akiwa kijana sana. Fine, huo ndio utaratibu tulijiwekea. Afrika, pan africanism nchini Tanzania ikawa ni miongoni mwa nchi zilizokuwa nguzo kuu ya pan africanism. Julius Kambarage Nyerere mwanamume huyu akatambulika kama baba wa Uafrika wa kisiasa akaunga mkono ukombozi nchi nyingi kusini mwa Afrika. Akasimama kinete dhidi ya ZANU na ZAPU za Zimbabwe, Frelimu ya Msumbiji na ANC ya Afrika ya Kusini, akaibeba SWAPO ya Namibia. Chuo cha Kurasini, Dar es Salaam ya leo kikatumiwa kama kambi ya wapigania uhuru barani Afrika pia ilikasisitiza umoja wa Kiafrika kupitia lugha ya Kiswahili wakati huo, ambayo leo ndio lugha rasmi ya Umoja wa Afrika ikizungumzwa e, na zaidi ya watu milioni mia nne barani Afrika na duniani kote. Kwa nini hatujivunii historia pana ya taifa letu? Tunaongea vitu rahisi mno, tunamtukana rais kama yani, kwa nini Ninarudi nyuma mpaka tufike kwenye uchaguzi wa kesho kutwa, na nitakuomba modoleta swala hili tuliongee hata kama siku tatu. This is our country. It have a lot kwenye huu ulimwengu na ndiyo maana wakoloni wote wako hapa na wanaoporeti kila kitu kila siku wanavyotaka, kwa sababu ya utukufu na historical reform ya taifa letu kwa karne nyingi mno. Mimi eh, najaribu tu kuwaletea wenzangu hapa mifano ya vitendo vya panafricanism. Huu muungano tunaoubeza leo ulitokana na wazo zuri mno la viongozi wa kale wakati wa Afrika, Kwame Nkuruma, Mwalimu Nyerere na wengine. Mwalimu Nyerere akasema lazima tuwe na mfano wa muungano wa Afrika, akitaka Afrika yote iungane. Mwaka 64 akaiunganisha Tanganyika na visiwa vya Zanzibar, eneo ambalo lilikuwa ni takatifu mno kwa Oman kwa miaka mingi mno. Zanzibar ilikuwa tajiri, moja ya nchi tajiri zaidi. Nilisema Zanzibar na Cote d'Ivoire pembe, eneo la pwani ya pembe ya ndovu, Ivory Coast ya leo. Na mfano wa vitendo hivi vya umoja wa Waafrika vimedumu Tanzania kwa muungano wetu, na ni lazima tujivunie, na ni lazima tuseme haikuja kwa bahati mbaya vyama vya ukombozi wa Kiafrika kupata hifadhi Tanzania. Na nisikitike kwenye hili, baada ya hawa jamaa kupata ukombozi tu, kukazuka uadui wa ajabu mno dhidi ya Tanzania. Na hata wale makaburu waliotoka Afrika Kusini kuja kuchuma mali zetu wakawa wafirisi namba moja ndani ya jamhuri ya muungano wa Tanzania. Mikutano ya Pan ya Africanism ilifanyika kwa muda mrefu sana katika ardhi ya Dar es Salaam katika miaka ya elfu moja mia tisa na sitini, kwa miaka kumi zaidi mpaka miaka ya